Unapozungumzia biashara za mipakani TanTrade, tunatakiwa tuweko Tunduma, Songwe. Kwa hiyo huko ndo maeneo ambayo TanTrade inatakiwa, kwa sababu sisi ni mamlaka ya biashara, na mamlaka ya biashara maana yake tunasimamia, tunahakikisha biashara zinaendelea, na wafanyabiashara wana issues nyingi. Kwa hiyo sisi kama mamlaka inatakiwa tuwe nao pamoja katika hiyo mikoa na maeneo ambayo yanafanyika biashara. Lakini pia katika mkakati wa serikali yetu kama mlivyoona kwamba tunataka kufanya diversification, tuna Kigoma, Kigoma kwa upande wetu tumeona ni strategy kwetu sisi. Tukienda Kigoma tunaenda Burundi, tunaenda DRC Congo. Kwa hiyo kimkakati kabisa na Kigoma. Sisi kama mamlaka kule tunakwenda na karibuni tu tunaenda kufungua ofisi zetu, bahati nzuri tuko katika wizara ambayo ina, ina taasisi ambazo zinasimamia biashara mipakani, ikiwemo TBS na FC sisi kwahiyo sote kwa pamoja tutaenda kule. Na jengine ni swala ambalo aliligusia kuhusu uendelezaji wa uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, taratibu zake ziende kwa haraka. Sisi hilo tunalitamani na tunalitaka na tumelipokea na kwetu imekuwa kama challenge, na tutahakikisha muda aliotupa tutaweza kuleta matokeo ya uendelezaji wa uwanja huu. Lengo kubwa ni kuendelea kuboresha mazingira ya, ya biashara na mazingira ya uendelevu wa viwanda. Sasa hatutaweza kufanya hivyo kama kila taasisi ikawa ina majukumu yake yeye peke yake na ikajifungia kwenye majengo yake. Tutafanya hivyo kama tukifanya kazi kwa pamoja na tukashirikiana kwenye masuala ambayo yanaendeleza na yanaleta na ya tija ikiwemo mifumo kusomana, lakini taarifa zile za masoko na biashara na viwanda zikiweza kuwa uh, zinasomeka katika mfumo mmoja, ili kila mmoja akiingia anapata taarifa ambazo ni sahihi kwa taasisi zote kwao. Nimeendelea kuasisitiza kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja ili kusomana kwenye maeneo yote ya msingi ambayo yanaboresha mazingira ya biashara na mazingira ya uendelevu wa viwanda. Tan-Trade ni mamlaka lakini kazi wanazofanya wanafanya kazi kama wakala. Nimeisisitiza bodi ni muhimu sana kuangalia ni kwa namna gani wanafanya maboresho, ili yale majukumu ambayo TANTRADE imekasimiwa, basi ifanyike kwa full mandate yake kadri ilivyokasimiwa kulingana na sheria. Lakini nimewaelekeza, kuna vikwazo ambavyo vinatokana na sheria ambazo zimepita muda pamoja na kanuni, basi waanze kuzifanyia kazi kwa haraka, ili yote haya yatatusaidia kwenye kuboresha mazingira ya biashara na kuendelea kuvutia uwekezaji hapa nchini kwetu Tanzania.